Barabara ya National Government zile zengine zote katika taifa letu la Kenya tumeona kwamba zimeweza kuwekwa lami, lakini hii yetu ya Shimba Sub County imesaulika kana kwamba sisi si wa Kenya. Ama ni watu ambao hatulipi ushuru katika taifa letu la Kenya. Maana hii barabara imeanzia Mwabungo kupitia Mwapala, Majimboni, Shimba Hills, inaenda Mwaluvanga mpaka TM. Watu hapa wanapika kura, wanachukua rais, wanachukua viongozi. Itakuwa ni kitu ya aibu kabisa kama mzee ambaye ana miaka 100, hii barabara atakufa yaiche kama haijawekwa lami. Ili hali ni mtu ambaye anatoa ushuru nafanya mambo yote ambayo mwananchi wa kawaida anafanya. Lakini kilio chetu kikubwa ilikuwa ni mambo na hii barabara yetu. Miaka mingi sana tumedanganywa tangia Kenyatta, tuambiwa barabara yetu itawekwa lami, mpaka sasa hatujaona kuwekewa lami. Sasa sisi, kilio chetu ni barabara yetu itengenezwe, kwa sababu hata hapo Shimba Hills tumewekewa mtambo wa kusaga matunda. Lakini hayo matunda yote yatasagwaje pale? Yatafika vipi kama barabara yenyewe haijatengenezwa? Magari yatasafirije? Na hii ni sehemu ya ukulima na hasa ukulima wa matunda. Sisi tunajaza mali Kongoya, tunajaza mali soko yetu ambayo tumetengezewa na gavana pale Mvindeni, lakini magari yetu hayana mahali pa kupita. Kukinyesha ni tabu tupu, na sisi tumeamua mwaka huu kitambo ukienda ukiisha, ni lazima tujue hatima ya hii barabara. Kwa hivyo sasa sisi tunajiuliza kama watu wa Shimba, ile sub county ni kwa nini hii barabara yetu haiwezi kutengenezwa ili hali barabara zingine zote za Kenya National Highways Authority zimetengenezwa hapa nchini Kenya? Pili, uh, hii barabara ingekuwa imewekwa lami miaka hiyo hata ya sitini, lakini kila ikiwekwa kwa, kwa mradi huo, mradi unapigwa dafurau. Hata pale Mwabungo palikuwa na vibao vimewekwa vya barabara itengenezwe, lakini umewekwa siasa na tunalaumu wale ambao ni viongozi wanastahili kuwa wanasukuma huu, huu mradi na haswa mbunge yoyote ambaye amekuwa mbunge. Ni kama hawataki hii sehemu ikistawishwa. Barabara zote hata zile za, za, za kaunti pia ni mbovu. Bado kazi hiko, kwa sababu tutatoka hapa tutaandamana wananji na tutaenda mpaka Ikulu. Tuna njia na tunajua tutaweza kutumia mbinu gani ili tuweze kumfikia, aweze kutupatia malalamishi yetu, vile atashughulikiwa. Kama ni bunge amelala kazini, labda tutajua vile tutafanya naye. Mpaka sahii haijawekwa lami, barabara ni mbovu, mabonde ndio hayo. Shaona tunapata shida na abiria. Mpaka wakati wa viongozi wanataka kuja, ndio wengine wanajitatua kutengeneza barabara. Sasa itakuwa ni biashara ya vipi? Kutoka zamani Shimba hili inaumia. Tutaenda kwa recall, tutaenda katika kipengele cha katiba cha mia moja na nne na tutaanza kitu inaitwa e recall. Kwa hivyo MCA mahali yuko, mbunge mahali yuko, seneta amenyamaza kabisa, mahali yuko Wajua kwamba tunawakujia sasa kwa sababu kazi yao kabisa wameshindwa, na sisi tutaanza recall katika kipengele cha mia moja na nne cha katiba, kwa sababu sisi tumepatiwa mamlaka na katiba kuweza kuondoa ofisini baada ya miaka miwili kama hawajafanya pengine... kazi kama ikiwa hatutatengenezewa hii barabara, ndugu zangu, sisi tutaacha kupiga kura kama rais hata tutengenezea hii barabara ya kwetu.